Kama kuna watu wanadanganyana huko, maana wengine wanasema, maana yake unataka tufanye hii serikali ya GNU ndio imekuwa ikileta matatizo. Tatizo ni wewe, maana hii watu mpaka imekuwepo usifikiri ilikuja tu, watu walikaa wenye busara zao wenye hekima zao wenye mapenzi na nchi hii mpaka tukafika hapa. Ni jambo watu wamezungumza muda mrefu, wewe unakuja kirahisi rahisi tu kwa sababu unataka uibe bila kuulizwa, unasema ijieni haifai. Wa tena wazanzibari hawakubali wenye akili zao, nani wengi wenye akili zao. Kwa hivyo tunaambia kama kuna watu wamepangwa, wana tamaa eh, kama gando, kama chonga, kama wapi, kama wapa. Tuwaambie bwana, ile zama ya kwamba umepewa jimbo na kura zako thalathini, mwisho mwaka huu. Tunawaambia wallahi, watahama mji, watahama wao. Hatuwezi kukubali mtu na kura zako ishirini halafu ukapewe jimbo, tukutazame unabadilisha mtandio. Haiwezekani. Hatuna sema hili kinywa kibana namna gani, tutadili na wewe tunajua sisi, lakini hatutokubali. Umeelewana? Hatusemi hili kwa utani. Hatuwezi kuendesha nchi ya kijinga namna hiyo halafu ukatudanganya eti unatupeleka kwenye maendeleo. Wanaojua maendeleo wenzetu Afrika Kusini wana serikali ya umoja wa kitaifa ina vyama kumi, ina vyama vingapi? na wale kama ni kupigana wamepigana miaka sabini, wameuliwa, wamehujumiwa mpaka wamepata juzi ustaarabu 94. Ndio Afrika Kusini wameanza. Sisi 94 tuko wapi? Serikali ya GNU wameanza mwaka jana ishirini ishirini na nne wanakwenda nikitokea tatizo wanazungumza, biashara wamefurahi. Someni vijana, mtaona anaoendelea wazetu. biashara zimefura, wamefurahi, soko lao la mitaji limekuwa limesimama vizuri kwa sababu ya kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa kwa sababu hawa ndio ambao wanajua, viongozi wale si wa Afrika, hawakupigana. Anakufanya mambo ya kijinga mtuletea ujinga huo sisi hapa, haiwezekani, haiwezekani kabisa. Hii dunia, usifikiri kwamba watu hatuone. Sisi tunatembea dunia nzima, tunayaona naokwenda wale, wanajua ndio wanaongoza leo wenye viwanda vikubwa vya kijeshi ni Afrika Kusini, lakini hona hakufanya ubabe, ona hakufanya hujuma. Ananwa risasi zako mkobo, mkobani na masausi na mabomu ya machozi unaleta mjini, unaleta pemba kwa kipolo. Wale wenzetu wana viwanda vya kutengeneza risasi na mabomu na vifaru <tapani> mambo ya kijinga hatuwezi kuya kubali, katafuteni pahala muya peleke. Eh, mara wamepanga magereza ndio watakaongoza hujuma. Tunawambia haya tunayajua, vijana wanasema ah, hii tuna tunaijua.